Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza object oriented programming, ikiwa hii ni takriban video ya saba kama sosei. Natumai umeshatazama video iliyopita. Tuliweza kuongelea na kuona jinsi procedural programming approach inavyokuwa, na tukaona ugumu wake wa kuweza kusimamia kodi zetu, wa kutengeneza project ambazo zitakuwa ni kubwa sana, na tukaweza kutambulisha object oriented programming kama ndio approach mpya tutakwenda kujifunza na kuweza kuitumia hususan katika kutengeneza mifumo mikubwa mikubwa. Sasa leo tunavaa kofia ya architect, msanifu majengo na maanisha nini utaendelea muda so mrefu. Na leo tutajibu swali moja kubwa sana, class ni nini na object ni nini? Na jibu la swali hili liko katika hii statement hapa ambayo nitaiongea sasa hivi. Unajua hauwezi kulala juu ya ramani ya nyumba una uwezo wa kulala ndani ya nyumba iliyojengwa tayari. Sasa twende tukaone hii inamaanisha nini kwa upande huu wa Java. Unapokuwa na ramani yako, just karatasi tu, bado haujawa na nyumba. Ili basi uweze kupata nyumba, uweze kutumia ramani hiyo ikuongoze, nyumba hiyo unajengaje? Utumie hizo zana mbalimbali kuweza kujenga hiyo nyumba na kuweza basi kujihifadhi humo ndani. Kwa kuna tofauti baina ya ramani na nyumba. Ramani just inakupa tu mwongozo nyumba yako itakwenda kuwa vipi, lakini bado haujawa na nyumba. Utakwenda kunielewa muda si mrefu kile ambacho namaanisha na kwa nini nikaweza kukutolea mfano huu hapa. Sasa hapa tuna concepts mbili ambazo zinaenda sambamba, lakini ni tofauti. Concept ya kwanza ni class, concept ya pili ni object. Tuanze na hii class. Class fikiria ni kama ile ramani ya nyumba ambayo nimetoka kuiongelea blueprint. Ramani inaonyesha wapi sebule itakaa, wapi jiko litakaa na ukubwa wake. Lakini je, unaweza kuishi ndani ya ramani ya? Jibu hapana, just ni karatasi tu ile, na hiyo ndiyo class. Kwa upande huu wa Java just inakuwa ni maelezo tu. Class yako inakuwa ni maelezo ya kwenda kutengeneza object. Sasa object. Object ni kitu gani? Hapa katika slide yetu nimeongelea class ni just a template ama design, inaeleza sifa na tabia ya hicho kitu ambacho kitakwenda kutengenezwa kutokana na hiyo class, attribute and behaviors, na haichukui nafasi kwenye memory. Mfano ndio hiyo ramani ya nyumba. Bado haujawa na nyumba just ni uh, sifa na tabia ambayo nyumba yako itakuja kuwa nayo, na pale utakapoamua kujenga, utaweza kufuata hiyo ramani jinsi ambavyo inaelekeza. Sasa kwa upande wa object ukichukua ile ramani ukanunua tofali let's say, na simenti ukaanza kujenga nyumba yako. Hiyo nyumba ndio object tunaongelea, ni kitu halisi Instance. Uzuri wa object-oriented programming ni kwamba nikiwa na ramani moja nikiwa na class moja naweza kujenga nyumba mia moja tofauti, naweza kutengeneza object mia moja tofauti kwa kupitia class moja tu. Hiyo ndiyo nguvu ya reusability. Nadhani unaona hapo utofauti uliopo baina ya hii object oriented programming na ile procedural programming, kabla hata hatujaingia kiundani na kuweza kueleweshana mambo mengi zaidi ambayo yatakufanya wewe uweze kuelewa vizuri haswa. Sasa object just ni kitu halisi kilichoundwa kutokana na class, fahamu hivyo. Inachukua nafasi kwenye memory tofauti na class, tumesema haichukui nafasi kwenye memory. Tunaweza kujenga object nyingi kutoka kwenye class moja. Unaweza kuwa na nyumba iliyojengwa Masaki, nyingine imejengwa Posta, nyingine imejengwa Magomeni, zote zikitumia ramani moja. Natumai utakuwa umeweza kupata hiyo concept ya class na object. Sasa, kwenye Java, syntax ni rahisi sana kutengeneza mfano ramani hiyo uh, class. Tunatumia neno class. Majina ya class lazima yaanze na herufi kubwa, capital letter. Zingatia hilo, hii ni sheria ya Java. Nasema, convention. Naweza kurun programu yako, lakini tunasisitizwa majina class siku zote tuanze na herufi kubwa. Kwa mfano, let's say uh, student, car, bank account ni majina ambayo yameanzwa na herufi kubwa. User, unaona hapa herufi kubwa ya mwanzo ni U; car imeanza na C capital letter. Then unatakiwa uweze kuelewa katika class kutakuwa na vitu velizeni mbili, kutakuwa na attribute, kutakuwa na uh, methods. Attribute ni zile variable ambazo zitakuwa inside the class ambazo zitakuwa zina define hiyo object yetu itakuja kuwa na sifa gani. Let's say kama ni class ya mwanafunzi, maana kutakuwa na jina la mwanafunzi, kutakuwa na age ya mwanafunzi, na zile attribute nyingine tutakwenda kuona tukaponeshana kwa mifano na jinsi ya kuweza kutengeneza object. Tunaita instantiation kitendo hicho cha kutengeneza object. Huwa kuna keyword ya new, na syntax yake unaanza na class name yako Nimekwambia kuwa object inatokana na klasi flani, kwao lazima uandike hiyo object yako inatengenezwa kutokana na class gani, kutokana na ramani gani, kwao class name, jina la variable yako, variable name, unaweka keyword I mean, sawa sawa sign, then unaweka keyword ya new, unamalizia na class name, ukifunga na rounded bracket. Tutakwenda kuelewa vizuri sana hiki kitu hapa tutakapoingia katika kuandika code. Mfano tupo na class ya user kwa hiyo jina la object yetu itakuwa my user sawa sawa na new user, na hapo itakuwa tayari umetengeneza object. Unapokuwa tu na class, kama bado haujaandika statement kama hii hapa, basi wewe bado utakuwa haujatengeneza ile object ambayo ina exist physical katika memory. Mpaka uandike hii new user ndo utakuwa tayari umeweza kutengeneza object. So kutengeneza object ama kutengeneza hiyo nyumba tunatumia neno hili, New, ukiona neno new kwenye Java jua kuna kitu kipya kinazaliwa kwenye memory, RAM. Tunaita kitendo hiki instantiation. Nisirudie sana, natumai umeweza kunielewa. So tuendelee na twende tuingie katika Visual Studio Code, tuoneshane kwa mifano namna gani ya kutengeneza klasi ya kutengeneza na object. So acha nifungue editor yangu na nitatengeneza faili nyingine mimi, faili yangu ya kwanza nitaiita user.java. So hilo ndio jina la faili yetu na baada ya kuweza kutengeneza automatic, tumepata klasi yetu hii hapa inayoitwa user, ikianziwa na capital letter U. Kumbuka hivyo, katika uandishi klasi siku zote itaanziwa na herufi kubwa ya mwanzoni. Then ndani ya klasi yetu hii ambayo ina act as a blueprint, twende tukatengeneze attribute ambazo hizi zinaitwa instance variable ama fields, ndio data zetu. So acha tuweze kutengeneza hapa, let's say string name Then int age na ya mwisho string email. Kwa sasa hatuweki method. Nilikuambia kuwa katika class tunakuwa na attribute and method, lakini kwa sasa wacha tutumie tu hizi instance variable ama attribute kuweza kuonyeshana mifano ya kutengeneza class na uh, object. Hatuweki method tutakuja kuweka baadaye, tutaanza na hizi data tu. Hakikisha zingatia hatuna public static void main katika class yetu hii just hii ni ramani tu, wala haiwezi kujirani yenyewe. Tunahitaji tuweze kupata faili nyingine tutengeneze tuwe iact as a runner, ambayo itakusanya main method. Kwa hiyo ndio itakuwa main class yetu. Sasa wacha tuweze kutengeneza faili hiyo ambayo tunaihitaji ya main, kwa hiyo main.java. Then katika faili hii ya main, wacha tuweze kuweka main method yetu, kwa hiyo public static void main method yetu string args. Then curly braces, tufungue method yetu main. Hii ya main tumeshaiongelea method katika video za nyuma huko, kwa hiyo sio kitu kigeni. So hapa mwanzoni kabisa tuanze na kufanya instantiation ku create object. Kuweza ku create object tunatumia ramani ya user kutengeneza user mpya, kwa hili tuweze kutengeneza nyumba hapa tunahitaji kuweza kuvuta ile ramani yetu, ndio ambayo itatuongoza kuweza basi kupata hiyo nyumba iwe vipi. Na hapa katika huu mfano wetu, kwa tunahitaji kuweza kutumia klasi ya user. Kwa hapa mimi kikubwa nitakachokifanya ni kuweza kuandika jina la klasi yangu user, ambayo nahitaji object hiyo itokane na klasi hiyo. So hapa nitaita user one, jina la object, sawa sawa, new user. Kuna vitu hapa tutakuja kuviongelea mbeleni huko, masuala ya constructor na mengineyo ambayo hapa tumeya tumefanya tumeapply, tumetumia. So, sasa user one ni object hai kwenye memory, maana yake tayari imeshatengenezwa object. Hapo tunaweza kuweka data katika hii object yetu kwa kutumia dot operator. Kivipi? Let's say tunahitaji ku-assign hizi attribute za user huyu wa kwanza, waweza kufanya hivyo, tunatumia object yetu user one dot, tuna access ile attribute yetu kule name, sawa sawa. Let's say tumuite huyu Baraka then wacha tu assign pia na age. So user 1.age sawa sawa 21, let's say. Then user 1.email sawa sawa na email yake kwa itakuwa Baraka at gmail.com. Then baada ya hapo, let's say semicolon. Tunahitaji kutengeneza object ya pili ambayo kutokana na class ile ile yetu ya user blueprint ile ile kuweza kufanya hivyo pia tuhitaji tuweze kuweka hapa user class ambayo tunahitaji kutengenezea hiyo object. Then user two, sawa sawa na new user tayari tumetengeneza object ya pili. Kwa hiyo kama kama kwenye memory tuchukulie memory ni kama uwanja tu hivi ambao upo wazi. Kwa hiyo tayari pale tumeshajenga nyumba mbili. User one, user wa pili, na toa mfano wa hii nyumba ili uweze kunielewa na kupata hiyo picha. Lakini hapa tayari tumetengeneza user wawili katika memory storage yetu, location yetu katika RAM. So hapa sasa nitachukua mimi, kurahisisha nitakopi hizi na nitapaste hapa kwa ajili ya kuweka huyo user wa pili, ambaye kila user hapa ni kama vile ametengenezewa container yake katika memory. Huyu atakuwa anaitwa let's say Neema, alafu ana miaka let's say 20 na email yake ni neema@gmail.com. So kuweza kutoa output, wacha tutengeneze tu system dot out dot print line then tutoe to details za uh, user wa kwanza user 1 user 1 dot name plus user 1 dot age, ndani inatosha kuweza kupata information zake, so tayari nitaikopi hii system kwa ajili ya user wa pili paste hapa, kwa huyu atakuwa ni user wa pili yeah. Tayari imekamilika sasa. So, angalia tumetumia class moja ya user kupata watu wawili tofauti. Hii ndio maana ya object oriented. Class yetu hii moja tu ambayo tumeandika attribute zetu, then tayari tukaitumia class hii yetu moja kuweza kutengeneza object mbili tofauti, user wawili tofauti. Na hapa ndipo object oriented inapoanza kutumika. Ukiangalia kinachotokea hapa, tukirun kodi zetu, user one na user two wanajitegemea kabisa. Nikibadilisha jina la user one, user two habadiliki, na hii ni tofauti na ile ya procedural code, ambapo tulikuwa na variable zimetawanyika tu, lakini hapa tayari name, age, na email zimefungwa vizuri ndani ya object husika. Ni kama vile kuwa na makontena mawili user one, user two. User one, vitu vyake vimo humo ndani. User two, vitu vyake vimo humo ndani lakini, kule katika procedural programming ilikuwa just zina hang hang tu katika memory kule, uh, variable fulani kwa hapa variable nyingine kwa hapa bila ya kuweza ku organize kama hivi ambavyo tumefanya kwa kuweza kutengeneza object. So key concept hapa, jina la class yako ni vizuri sana kukumbuka kuanza na capital letter, kuanza na herufi kubwa, na vile vile kuweza kuandika basi attribute zako kwa herufi ndogo. Zingatia sana hivyo katika object. Hapa kama unaona, tumeanza na jina la klasi yetu ambayo imeanzwa na U kubwa, lakini jina la object yetu ni herufi ndogo. New user ndio iliyotengeneza object halisi. Hiki kitu hapa ndiko ambacho kinatengeneza object halisi, so utakapoandika tu tayari object itakuwa imetengenezwa. Sina la ziada leo, natumai mmeweza kupata concept na kujifunza husiana na class na object japo kidogo. Kila utakapoendelea kujifunza vitu vingine zaidi, ndio utapata kuelewa kiundani hasa object oriented programming. Nadhani ni rahisi, kila mmoja wetu anaelewa kile ambacho najaribu kuwafikishia. Like video hii, una swali lolote niambie katika sehemu ya comment. Video inayofuata ni muhimu sana, watu wengi wanaandika kodi za Java bila kujua nini kinaendelea nyuma ya pazia kwenye RAM. Sasa je, wewe uko tayari tuweze kuchimba deep kwenye memory management, tuongelee masuala ya stack na heap kwenye video ambayo inafata. Kama upo tayari, usikose video hiyo na utaweza kunielewa vizuri sana kuhusiana na concept ya class na object, kama video hii ya leo hujanielewa. Asante sana, tukutane wakati mwingine.